Hey, hey, mambo vipi? Bwana Mr. Rashid hapa, mtaalamu wako kama kawaida, masuala ya kuagiza mizigo kutoka China kuja Tanzania. Last time tulikuwa tumepeana elimu tulikuwa tumepea na ujuzi namna gani ambavyo tunaweza tukapata wazo la biashara, na kuna point kadhaa tukazisema. Tukasema moja kati ya hizo tunaweza tukaiga, tunaweza tukafanya kile ambacho tunakipenda, na niliwa promise kwamba kipindi ndio tumeanza hivyo, na next time tutakuwa yani tuta, tutaelekea kwenye masuala ya, yani tutajifunza jinsi gani ambavyo tunaweza tukaagiza <coughs> mizigo yetu China. Sasa kabla hatujafika namna gani ambavyo tunaweza tukaagiza mizigo huko China leo naomba kwanza nikutajie, kutokana na mapendekezo ya watu wengi, leo nimetaka nikutajie baadhi ya products au baadhi ya bidhaa ambazo zina trend sana zinatoka sana China hususan yani all the time, yani, sio kwa msimu huu tu all the time yani, bidhaa gani ambazo zina trend sana au zinatoka sana China. Kwa hiyo katika hizi bidhaa ndio utafikiria wewe ufanye biashara gani, na kutokana na yale mawazo nimekupa, amini, kutokana na zile mbinu nilizokupa. Kwa hiyo fikiria kupitia zile mbinu na kupitia na hizi bidhaa ambazo nakutajia, namna gani ambavyo, <coughs> ni kitu gani yani, nichagua bidhaa gani ambayo wewe unahisi itakuwa nzuri kwako, tufanye biashara. Kwanza kabisa, tuanze na hizi hapa. Kwanza, moja kati ya bidhaa au bidhaa ambazo zina trendi sana kutoka China ni bidhaa za clothing au fashion. Yani hapa <coughs> nazungumzia masuala ya nguo, na hasa nguo ambazo zina trendi ni nguo za outing Hizi nguo za outing ni nguo za wadada. Yani nikisema nguo za outing yenyewe, mnaelewa naelewa, kwa kuna zile nguo zenu fulani hivi mnavaa kusema kweli. Zile nguo ukipatia ukajua jinsi gani yani ukampata supplier ambaye ana nguo nzuri, ukachagua wewe mwenyewe, ukawa na macho mazuri ya kuchagua nguo, rafiki yangu, so siri biashara hiyo itaenda kwa. Biashara ya kwanza kabisa hapa nilikushauri ni hizi nguo za watoto wa kike, zile za mitoko. Lakini nguo nyingine ambazo zinatrend au zinaenda sana kipindi hichi au wakati wote ni nguo za watoto. Yaani ukiwa na jicho la kuchagua bidhaa nzuri za watoto, nguo nzuri za watoto ukaja ukauza, kwa hakika ya biashara yako inaenda. Lakini nguo aina nyingine ambazo zina trendi sana ni casual au zile nguo official. Yaani, hapa sasa nazungumzia zote zile za watoto wa kike na za watoto I mean zile za wanaume na wanawake. Yaani, hapa ukiwa unanunua zile nguo official, official zile za Ki kuvaa, yani kuvaa, mtu anahitaji kuvaa kwa ajili ya kwenda ofisini, mtu anahitaji kuvaa kwa ajili ya nini. Hizo ndio nguo ambazo zina, zina, zinaenda sana na pia katika hili ni nguo za I mean, Design, yani jinsia zote nguo za kike na nguo za kiume, lakini hapo hapo kwenye masuala ya nguo zingine ambazo zina trend sana au ambazo zinaenda sana, zina sana kutoka China ni underwears, yani nguo underwears au night na maana Clothing and fashion ambazo zinaenda sana kuna bags. Yani hapa nikiongelea bags, niongelea, niongelea handbags. Umeelewa? hizo nazo ni sehemu ya fashion kwa maana unachagua tu design nzuri ya handbags alafu unakuja unauza, amini kwamba biashara yako itaenda, lakini pia vile vile kuna shoes. Shoes ni viatu fulani hivi vya kike, amini sana sana viatu vya kike vinaenda sana, lakini pia unaweza kuchagua hata viatu vya kiume ukaje ukauza. Hapo hapo kwenye clothing and fashion pia tuna weddings, yani, nguo zile za harusi, nguo za harusi. Pia kama utaangalia siku hizi, pita hii barabara ya Sinza, utaona maduka mengi sana ya nguo, nguo za harusi. Yani hii imechangamka. Kwa nini? Kwa sababu pia watu wananili, na hizi zote ninazokutajia, watu wanachukua kutokea China. Kwa hiyo hapo tupo kwenye masuala ya clothing and fashion. Nilikwambia kama wewe mtu wa fashion, fikiria. Na mimi leo nimekuongezea kitu hapo, kuna hizi nguo hizi, yani kuna hizi design ya nguo ambazo nimekutajia, zinatembea sana. Tutoke hapo sasa twende kwenye aina nyingine ya product ambazo zinatembea sana kutoka China. Kuna beauty, cosmetics and accessories. Hapa naongelea <coughs> beauty, cosmetics and accessories. Hizi bidhaa pia ni bidhaa ambazo zina trend sana na watu wengi ambao sasa hivi tukifungua maduka tunafikiria kuuza kuizi bidhaa kwa sababu ya ununuaji wake pia. Hapa kwenye nini, beauty, naweza ngazungumzia wigs and human hairs. Yaani hapa naongelea <coughs> masuala ya nywele, nywele, watoto wa kike, mnanielewa. Kuna mawigi fulani hivi mazuri sana yani, na sasa hivi ana trend trend, na hata ukiangalia, nataja mitaa ya Sinza kwa sababu ndio mitaa yetu wengi ambao tunaifahamu na ndio kumechangamuka, kumechangamuka zaidi kwa pita, utaona maduka mengi sasa hivi ya mawigi na watu wanashindana sana. Kuna niligo kwenye hizi beauties nini, kuna masuala ya mawigi hapa na kuna hairs zinaenda sana, lakini pia vile vile kuna nails and eyelids, yani kuna haya masuala ya kucha na kuna hizi hizi zinaitwa kope zinatembea sana kusema kweli, kwa fikiria naendelea kukupa hapo na kutajia nyingine, achana na hiyo neze, na nili kuna skin cares and medicals hapa. Tukiongelea skin cares tunaongelea masuala ya <coughs> vipodozi yani, kuna zile vipodozi vya whitening yani vya kumfanya mtu au mweupe. Kuna zile vile vipodozi vya kuondoa kuondoa nini stretch marks, zile zinaitwa sijui, mfano labda alama alama zile za ubongi labda au vipi. Kuna vipodozi vingine vya kufanya mtu awe vipi, yani kuondoa alama alama zile. Zote hizo ni sehemu ya beauty cosmetics and accessories, yani bidhaa ambazo zinatembea sana kutoka China. Lakini pia vilevile nimezungumzia swala la medicals hapa. Nikizungumzia medicals wanaume, pia kuna maswala fulani hivi, yale wananunua dawa unaongeza mzigo unafanya nini na nini, unajua zile tiba fulani fulani. Lakini pia kuna tiba kama vile labda za visukari, kuna nini, kuna dawa, kuna baadhi ya watu. Ukifanya marketing vizuri, yani ukifanya uchunguzi vizuri, utaelewa vitu vinaenda sana. Lakini vile vile hapa kwenye medicals kuna masuala ya laboratories, yani vifaa fulani vya laboratory vinaenda sana, watu wa m mahospitalini, nafikiri mtanielewa. Kwa hiyo <coughs> fikiria wewe unataka ukae engo e, e, gani, unataka ukae kwenye beauties, accessories au uendezako kwenye clothing. Sijamaliza, naendelea kutajia nyingine. Tukiachana na hiyo, tunakuja kwenye maswala ya stationaries. Yani, hapa nikizungumzia stationaries kila kitu kinachohusu stationary yani, vinaenda sana. Mfano mzuri sasa hivi kuna watu wengi wanagiza sana printers kutoka China. Umelewa, kuna watu ambao wanagiza printers wao wenyewe wajiwafanyie nini, biashara zao, mfano mtu ana stationery chake kidogo aende akaprint, lakini pia kuna watu wanaagiza maprinter, yani, wanagiza printer nyingi ili kuja kuuza. Kwa hiyo stationery, kwanza tuanzie hapo kwenye printer, printers zinaenda sana, lakini pia tukitoka kwenye printers, kuna hii inaitwa kuna vitu vinaitwa vifungashio and packages. Zote hizi tunaziweka kwenye sehemu ya printers, I mean, tunaziweka kwenye sehemu ya stationaries. Kama utaona kuna baadhi ya vifunga, yani, amin. Yeah, kuna mfano labda, kuna kuna watu wanauzauza vyubuyu, kuna watu hata hawa, oh, madukani sasa hivi wanauza, I mean, wanaouza bidhaa wanahitaji kuwa na mifuko yao ambayo inakuwa na logo pale ambayo logo yake ambayo itamfanya nini? Akimteja akija kununua product, ajue kwamba nimenunua hapa, na vile anavyotembea basi anakuwa anamtangaza na, ana, ana, kwa hiyo hivi navyo ni sehemu na ya stationery. Sasa wewe unaweza kununua vile vifungashio la ukawa na masuala ya kwenye, pia kwenye masuala ya gift. Unajua, masuala ya gift hapa naweza kuzungumzia mfano mzuri. Ukiangalia China zipo nyingi, utakuta kuna kipasel labda, kina mkanda kina wallet kina nini. Hapo naweza nikazungumzia kwenye zile zawadi, labda umemnunulia mpenzi wako, lakini kuna zawadi aina tofauti tofauti China. Umeelewa? Hivyo pia baba, tunaweza tukaja kwenye masuala ya books, yani vitabu, peni sijui nini, yani all about stationery hapa, kusema kweli China vinaenda na vinanunuliwa sana. Kwa hiyo fikiria unataka ukae wapi kwenye stationaries au kwenye masuala ya urembo rembo. Tukitoka hapo tunakuja kwenye masuala ya electronics. Tukitoka kwenye masuala ya hapa kwenye electronics hapa cha kwanza kabisa ambacho nakwambia kinaenda mwanangu. Fikiria kuhusu phone accessories. Phone accessories hapa nazungumzia zote. Protectors, charges, sijui masuala ya yani kila kitu kuhusu phone accessories vinaenda kusema kweli. Umeelewa? Kwa hiyo fikiria ninuweje mzigo wangu nifanye nini ili niweze kufanya biashara vizuri. Kwa phone accessories hizo hapo nimekupa. Hapo hapo kwenye electronics pia naweza nikaja kwenye computer accessories. Computer accessories nazo zinaenda sana. Kompyuta yenyewe umenunua sijui mouse, umenunua sijui keyboard hizi, sijui umenunua nini. Vyote vinaenda sana computer accessories. Baada ya uh, computer accessories kuna camera accessories. Camera accessories hapa nazungumzia kamera zenyewe lakini nazungumzia pia zile security cameras. Angalia siku hizi kulivyokuwa na biashara kubwa ya hizi security camera, cameras. Kwa hiyo, yani watu watu wanaenda na hata hiyo maisha sasa hivi yamebadilika. Watu wanapenda usalama, wanapenda nini? Kwa hiyo hii biashara security camera mwanangu inaenda. Fikiria vizuri kuhusu hilo. Tukitoka hapo sasa twende kwenye aina nyingine ya biashara. Twende zetu kwenye kitchen, nini kwenye home appliances. Yaani hapo kwenye home appliances naweza nikazungumzia vitu yani vya majumbani, vitu vya majumbani pia vinaenda sana. Isi watu wanapenda majumbani, majumba yao yapendeze. Sasa fikiria so, mtu anataka jumba yake ipendeze. Kwa nini usitumie opportunity hiyo ukafungua duka lako? Halafu sasa anza na hizi, hapa zinaitwa kitchen accessories. Kitchen accessories hapa ninaweza nikasema, yani bidhaa za majikoni, maybe vyombo, sijui nini, yani maswala yote ya maswa, majikoni. Sasa hivi angalia watu wanavyo, kuna hizi heater I mean zile zile za kuka za kupikia pikia na zinaenda sana, yani zinaenda, zinaenda so kitoto. Kuna blender, kuna ma mean yani, zinaenda, zinaenda yani, mapazia, mapazia, mito au labda mashuka sijui nini zinaenda sana, na wewe mwenyewe ukiangalia sasa hivi watu ambao wana wanakuja wana, wana, wana wengi sasa hivi wanafanya sana hizo biashara bwana. Mtu utakuta labda anauza zake pazia au nini ma ma mapambo mapambo hayo tuseme ya nyumbani nyumbani anaenda sana, lakini pia vile vile I mean hizi decors ndio hayo mapambo yenyewe ninayozungumzia. Wewe kuna saa fulani labda mtu akiweka ukutani kwake kunapendeza, kuna hizi wallpapers sijui kuna nini zote hizo home appliances zinaenda sana zinaenda sana kwa hiyo, fikiria mwenyewe upo sehemu gani na unahitaji kufanya biashara gani. Ila mimi nimekupa ideas hizo hapo, ngoja nikupe na chengine kabisa ambacho ninaweza nikakuongezea. Mwisho ni haya masuala ya sola. Sasa hivi watu wengi wanaagiza sana hizi ishu za sola, yani mbadala wa umeme tuseme huu ambao tunatumia wa kawaida. Unaweza kuagiza zako taa, mfano mzuri, unaagiza taa zako nyingi, yani zile taa ambazo zinaweza zikasapoti hata wa machinga unajua ye, watu wengi, wateja wengi sana sana ambao wananunuaga hizi vitu vya sola ni wale machinga, utakuta na duka lake barabarani, ana source ya umeme, anategemea kupata sola. Kwa hiyo mataa ya sola, sijui product za sola, kitu ambacho kitaconvert, sijui sola, yani umeme wa jua kumfanya mtu atumie kwenye tv nini, hivyo vyote watu wanafanya. Kwa hiyo Shtuka mwanangu, nimekupa hivyo hapo, ni baadhi nimekutajia, hizo ni baadhi ya product, amini ni baadhi ya biashara ambazo zinaenda sana kutoka China. Sasa wewe eh, fikiria ufanye biashara gani. Wewe ni mtu wa fashion, na maana kuna hayo masuala ya clothing hapo nimekutajia na fashion. Wewe ni mtu labda unataka ku, kuagiza sijui beauty and cosmetics. Ah, nilikuwa nimesahau hapa kwenye beauty and cosmetics hapa, kuna hizi necklace, bracelet, vicheni cheni sijui sijui, vile lembo lembo vya poa, vipete pete vile nini, vyote vinaenda. Fikiria alafu sasa katika hivyo vyote nilivyokutajia huwezi ukaamini. Yani, ukiwa serious na ukifuatilia jambo lako vizuri, uhitaji hata mtaji mkubwa kuanzisha hii biashara. Naweza watu wengi naambiaga ile kitu waga hawaamini. Hivi unajua hata kwa laki, mfano tu, laki moja wewe unaweza kaanza biashara yako, na tuchukulie wale watu wa online hivi na hivi, anaweza kaagiza kimzigo chake labda elfu sitini akapanga elfu arobaini, mimi nitatumia usafiri nini na nini. Huo ni mfano lakini sitegemea wewe utakapokuja kwangu mimi kwamba ah, bwana, hebu naomba nini, hebu niambie hiyo biashara ya laki nafanyaje? No, wewe njoo na hela yako, maybe niambie, bwana, mfano mimi namtaji huyu hapa tunaweza tukafanyaje biashara tukashauriana humo. Ukija na laki nitakushauri ushauri wa laki, ukija na milioni nitakushauri ushauri wa milioni. Lakini mwanangu, biashara ipo serious na watu wanafanya biashara. Sasa baada ya kutajia haya yote, you know what next. Wakati mwingine sasa tunaenda kujifunza ni website gani ambazo watu wanazitumia kuagizia, bidhaa, bidhaa, I mean, mizigo bidhaa yao, bidhaa zao China, zipo website nyingi so don't miss. Yaani katika hicho kipindi naenda kukuonyesha kwanza, ipi ni ipi, ipi ni nzuri, ipi ni beta kuliko nyingine, na ipi ni rahisi. So, stay tuned. Endelea kunifuatilia rafiki yangu. Leo nimekupa hizo hapo mpaka next time tena. Rashidi Shemzito.